Mimi Dr Fungilwa nimeleta suluhu la tatizo la PID. Ndugu zangu watazamaji, tatizo hili la PID linawatesa watu wengi sana. Tatizo hili la PID linawatesa watu wengi, kwa sababu mlango wa maambukizi ya PID ni uke wa e, uke wenu nyinyi wanawake. PID haiingilii kupitia mdomo wala PID haiingilii kupitia macho. PID inaingilia kupitia sehemu za siri za wanawake. Kwa hiyo ili uweze kupona changamoto ya PID kwa ninyi wanawake, hakikisha unazingatia mambo makubwa mawili. Moja, hakikisha unajua vyanzo vya PID. Pili, hakikisha una eh, unapata dawa ya asili ili uweze kupona changamoto ya PID, kwa sababu vitu vinavyosababisha PID kwa ninyi wanawake viko vinne tu. Moja, kutumia mate kama kilainishi wakati wa tendo la ndoa. Mbili, 2 kutumia spray kupulizia sehemu zenu za siri. Tatu, kuvaa nguo ya ndani mbichi. Nne, kujitawaza kutoka kwenye tundu la haja kubwa kwenda haja ndogo. Sasa dalili kubwa za PID kwa ninyi wanawake ni kama ifuatavyo. Nembo kubwa ambayo itakujulisha kwamba wewe unasumbuliwa na PID ni kutokwa na uchafu sehemu za siri. Uchafu huu unaweza ukawa ni mweupe au majima, au sampli kama maji machafu. Unaweza ukawa au, au una harufu au hauna harufu. Ukiona una unatokwa na uchafu sehemu za siri una harufu, au au hauna harufu, tambua hiyo ni PID. Lakini pia dalili nyingine ya PID ni kupata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, kuhisi kichefuchefu na kizunguzungu, maumivu ya kichwa, pia kushindwa kushika mimba, maumivu ya tumbo wakati wa hedhi, mvurugiko wa hedhi. Ziko dalili nyingi sana za PID.